Nadhani wengi wetu tunajua ya kwamba msanii Diamond Platnumz wa Tanzania yuko London sasa hivi kwa ajili ya show yake kubwa lakini hii safari haijaishia kimya kimya kwani DC Mwijaku ametoboa mambo mazito ambayo anasema Diamond Platnumz ameambatana na Jux lakini si kwa sababu ya upendo bali ni kwa sababu nyota ya Jux ndio inayong'aa kwa sasa lakini je ni kweli Diamond Platnumz anasafiria nyota ya Jux na je Jux mwenyewe anajua kama anatumika sogeza kiti kaa ili usikose story hii kali hadi Mwisho. Diamond Platnumz yuko London Uingereza, kwa ajili ya tamasha lake kubwa huko, lakini safari hii hakuenda peke yake. Ameambatana na rafiki yake wa karibu Juma Jux na baadhi ya wa wasanii wengine wa Bongo Fleva kuhakikisha shoo yake inakwenda kuwa kubwa zaidi, lakini sio kila mtu anafurahia, na hapo ndipo moto umeanza kuwaka. Manake influencer maarufu kutoka Tanzania DC Mwijaku, kupitia ukurasa wake wa Instagram, ameposti mfululizo wa maneno mazito kuhusu Diamond Platnumz. Anasema Diamond Platnumz kwa sasa amepoteza mvuto wake na sasa anajaribu kuingang'ania nyota ya Juksi kwa faida zake binafsi. Nikianukuu maneno ya Mwijaku alisema hivi, Mwambino is very stupid, yaani kaona nyota yake imepotea, kaona aidandie nyota ya Juks, na vile Juksi anaga maarifa kichwani, anakubali kutumika. Mwambino ni kama Donald Trump, yeye ni friends with benefit. Say no to Mwambino. Yaani kwa ufupi Mwijaku anasema urafiki wa Diamond kwa Juksi ni urafiki wa kimaslahi zaidi, friends with benefit. Na kwenye post ya pili Mwijaku aliandika hivi. Hivi konde atabakia kuwa konde tu Tanzania. Jamaa kwenye mapenzi amewapiga gepu, na kwenye mziki ndio usiseme. Sasa wameamua kuungana kama wanawake wajane, ili kuonyesha wana umoja wa kumshusha. Hawawezi. say no to Mwambino Yani, hata wewe mtazamaji ukiangalia maneno haya si ya kawaida kabisa. Manake Mwijaku anawazungumzia Diamond Platnumz na Juma Jux kama wanawake wajane. Kwa kweli kauli hii imezua maswali mengi, wengine wakijiuliza, je, huu ni uzito wa personal beef au kuna ukweli unaofichwa? Kwa mtazamo wangu hii ni zaidi ya drama ya mtandaoni, lakini swali langu ni moja tu kwa mtazamaji wangu: je, wewe unaona kama Diamond Platnumz anamuinua Jux au anamgeuza kama njia ya kuendelea kubaki kwenye game ya muziki? Na je Jux anajua anatumika au anaridhika kwa sababu anapata exposure. Niachie kwenye comment section. Ebwana, mi naitwa Rich Mizuka kutoka Mizuka Media. Namba moja ni mimi, namba mbili ni mimi, namba tatu ni mimi, nne na tano nawaachia nyinyi hapo. Ebwana e, tukutane kwenye...